Kwao tukagundua kwamba kuna watu wamemloga wamemfanyia kwani, kuna vitu wamemfanyia kwa. Sisi tulichoamua, tumekaa na viongozi wa Simba tukampeleka kwa kwani Musa, tukaenda kufanya maombi, shindwa katika jina la Yesu, tumekemea mapepo, mapepo ametoka yule pale, mtu kulia tena. Tumeenda kufanya maombi kwa kwani Musa, tukasema, shindwa pepo bude, leo mshika pepo wote, tukalikemea likatoka somona shule anaofanya leo. Alafu sikiliza, tusipoteze mada. Naomba serikali naiomba mm. hii kwa binafsi yangu mimi mm. mashabiki wa Yanga wachunguzwe. Tuna wasiwasi mashabiki wa Yanga sio wa Tanzania, wakimbizi kwa nchi. Kwa nini? Kwa sababu hawataki wa amani. Mashabiki wa Yanga wanashindikiza nchi siwe na amani, iwe na machafuko. mm. mashabiki wa Yanga washazoea, wale sio wa Tanzania. Mashabiki wa Yanga ni wavunjifu wa amani. Mashabiki wa Yanga ni wakimbizi, sio wa Tanzania. Serikali imeita viongozi wa Simba na Yanga inataka solusheni ipatikane, dabi icheze kwa jitu shaza. Si michezo yetu, wanang'ang'anyia kanuni, kanuni, kanuni, kanuni. Wanachotaka wao ni machafuko. Tumegundua mashabiki wa Yanga hata namba za NIDA hawana Nisikilize sheria na kanuni. Sisi Tanzania tuna mpira wetu. Mpira gani mlikuwa nao nyinyi? Sisi Tanzania tuna Simba na Yanga, tuna kanuni zetu. Kanuni gani hizo? Sisi Simba na Yanga tuna vipengele vyetu. Mashabiki wa Yanga sio wa Tanzania, ni waasi. Watakuwa kamati, wachunguzwe mmoja mmoja, hawana hata ndui, hawajachomwa ndui. Kwa kusimamia kanuni, wanakuwa waasi. Mashabiki wa Yanga hawana hata ndui, hataki amani. Mwalimu Yanga, nisikilize. Waziri wa michezo limona, amwona, alikuwepo Waziri wa michezo mlimwona, mjamwona? Waziri wa habari ulimwona, mjamwona? viongozi wa Simba ameitwa, hajaitwa? viongozi wa Yanga ameitwa, hajaitwa? tafsiri yako unajua ni nini? tafsiri yake ya mnaelewa ni nini? Tafsiri nchi natafuta solution, kwa sababu tukianza tuseme kanuni na sheria zifatwe, eh. Tanzania Simba na Yanga, hamna mtoto unaofuata sheria na kanuni katika mpira Tanzania, Simba na Yanga, hakuna timu yoyote unafuata sheria na kanuni. Ikisema Simba na Yanga, bodi ya ligi na TFF zifuata sheria na kanuni. Yanga sasa hivi na pointi mbili, Simba na pointi mbili, una maana gani? Nisikilize, ndio timu pekee zinaharibu sheria na nini na kanuni. Hata serikali wanatambua hilo, Simba na Yanga zinaharibu sheria na nini na kanuni na taratibu za mpira na ndio maana serikali imewaita kutafuta solution kwa ajili ya kupanga tarehe dabi ichezwe. Mashabiki wa Yanga wameenda nje ya uwanja wanaipinga serikali. Mashabiki wa Yanga wanapinga serikali kwa sababu washazoea vita katika nchi zao. Mashabiki wa Yanga sio Watanzania, hawana ndui, hawana namba za NIDA, ndio maana mana taene kufuata vitambulisho vya wapiga kura. Mashabiki wa Yanga wakuwepo sio Watanzania. Mashabiki wa Yanga ni wakimbizi, washazoea vita katika nchi zao. Mtanzania shabiki wa Yanga kuanzia miaka sabini na semanini, ambao wambao wanaojua mpira Tanzania hauwezi kukuta wanafanya vitu vya kipuzi kama hivi. Wanaandikisha atucheze, tucheze, atucheze. Sawa, Simba kweli imekosea. Simba imekosea. Nisikilize. Sawa, Simba kweli imekosea. Yanga kweli imekosea. imekosea. Bodi ya ligi kweli imekosea. Which is the solution?

Godi Yanga tunafanya operation, Godi Yanga mkongo kizinga, mkongo wote warudi kwao. Baraka wote wa Kongo warudi kwao, sio wa Tanzania. Mtanzania atakagi vita, tunaishi kwa busara kweli kweli. Simba imekosea kweli, Yanga imekosea kweli, bodi ya ligi imekosea which is that solution. Solution ni nini? Hamna binafsi solution. Kwani nija kosea Yanga, kwani hajazuia Simba asifanye mazoezi? Wasi wanasema Yanga anakosa hajazuia Simba asifanye mazoezi. Jibu sio kanuni, nakuuliza swali. Nimekwambia Yanga wanakosa, Simba wanakosa, bodi ya ligi na nini inakosa unanielewa vizuri? Na ndio maana serikali imeita vyombo vyote vigapi? Vitatu, kwa sababu ana nini, wote wana makosa. Hivi umeelewa serikali vizuri? Na ndio maana imeitwa Bodi ya Ligi, imeitwa TFF, wameitwa Yanga, wameitwa Simba. Uongo kweli? Tafsiri yake kutafuta nini? Solution dabi fanya nini? Ichweze kutokana na mpira wetu. Sindio? Samtani, nataki kucheza. Na ndio maana nakwambia aje, Yanga sio wa Tanzania, Yanga wachunguzwe, Yanga watakuwa wakamatwe wote, mashabiki wa Yanga wachunguzwe kwanza wana ndui. Yanga wamenchi wende kwao kwenye vita. Ndio maana serikali leo inawaita vyombo vyote kutafuta solution dabi ichezwe. Kwa hiyo lengo lao wao kuleta furugu kwenye nchi. Ndio maana nakwambia Yanga sio wa Tanzania ni wakimbizi. Mashabiki wa Yanga sio Tanzania, hajazoea amani, amezoea vita. godi Yanga aende kwao Rwanda huko, umeelewa mwalimu? Yanga aende Kongo, Somalia, sikizinga aende Somalia. Hatutaki watu wachafuzi wa amani katika nchi yetu sisi, hapa hapa makosa si mbali. Wewe unabishaje serikali, unambishia waziri wa michezo, wewe unambisha. Unajua kwa nini mpaka serikali imeingilia? Kwa sababu no solution no solution kwa hiyo kama serikali inojihusisha na mpira ina kuingia kutafuta nini solution kwani na na kwa kuna raundi moja mwaka 2021 lazima nakwambia tucheze Narudia, yanga ina makosa, simba ina makosa, bodi ya ligi ina makosa, TFF ina makosa. what is the solution? Ndio maana serikali leo inaoita vyombo vyote kutafuta solution, dabi ichezwe. Nyinyi mashabiki wa yanga mnaenda kukanja uwanja wanja mnaandikiza, acha tucheze, tucheze. Kwa hiyo lengo lao wao kuleta vurugu kwenye nchi. Ndio maana nakwambia, yanga sio wa Tanzania, ni wakimbizi. Mashabiki wa yanga sio wa Tanzania, hajazoea amani, wamezoea vita god. Yanga ende kwao Rwanda huko. Umeelewa? Mwalimu wangu aende Kongo, Somalia, si kizinga aende Somalia. Hatutaki watu wachafuzi wa amani katika nchi yetu sisi hapa. Aa, kama serikali inajihusisha na mpira kamata wote ndani. Wote kamata, na operesheni tunaanzisha kesho kukamata wote, abaki mtu